Kulinzi mkaaji anaanza kosa njia ya kupita na nakosa komportema, sababu pori hatuna hatuna imani ya kukimbilia mpori. Kuko wamekuwa na nia waende bakimbilie mu grand centre, mu grand centre, lakini sasa vitu haviwezekane <tosurra> <tosurra> Baada ya mapambano katika wiki hii huko kwenye milima mirefu ya Mwenga maeneo ya Kitwabaluzi, Kilungutwe huko Burinyi katika tarafa la Mwenga, Kivu ya kusini mashariki mwake DRC. Mapambano hayo yaliendelea kujiri kati ya waasi wa M23 wakipambana dhidi ya wazalendo na jeshi la Congo, FARDC. Nikwambie kwamba mapambano hayo yalizidi kupamba moto katika maeneo hayo, na hivyo hata wazalendo kuweza kuonekana kukimbia na fardese kwenda maeneo mengine. Nikumbushe ya kwamba hali hiyo iliweza kuwafanya hata wananchi hao wanavijiji wa eneo hizo kuweza kuondoka makao yao kamilefu, na kuweza kujielekeza katika maeneo mengine kwa sababu ya hali ya usalama zaidi. Jambo hilo liliweza kumwonyesha na kuonekana wazi maeneo hayo, hata mkuu msemaji wa waasi wa, wa M23 wili ngoma kuweza kula na haho wa rahia, na hivyo niongeze ya kwamba katika kukimbia kwao wazalendo na wanajeshi wa, na wa FARDC kuweza kuonekana maeneo ambapo waliweza kupita zaidi kwenye vilalo na kuweza kukata kilalo hicho ambacho kiliweza kuonyeshwa. Na hivyo ni hali ambayo imewafanya hata wananchi kuchanganyikiwa na kutokuelewa namna gani ambao wanaweza wakavuka ngambo ya pili kwenye mito hiyo

Sasa sisi ni wakombozi wenu, sisi ni jeshi la M23 wakombozi. Kazi yetu chunga raia na mali yake. Hata pia nao ambaye tunapigana nao ni wenzetu. Ambaye tunataka ni the mentality banawacha mambo mabaya wanachunga raia na mali. Tuliona mari kama kuko na wengine muwaite warudia kuna mwenye tawafata rudi hamko warunda se mutawafata, yeah. mpaka Burundi ah. Nyinyi n Wakongomani oh. Yeah. Utakimbia, utatoka kwenu. mpaka wa Kongo itajengwa na sisi wenyewe nyinyi Ninyi wenyewe tunataka nafasi yao, waikale wachuruze, walime, kila mtu afanye kazi yake anafanya. Hakuna mtu mwenye atawaharibu, isipokuwa kuwachunga jinsi na saai. alafu mnaendelea mpaka wapi? Magari zetu ziko jema, muite na wengine wakuje

mkaaji anaanza kosa njia ya kupita na nakosa comportement sababu pori hatuna hatuna imani ya kukimbilia mpori huko, nani na nia waende bakimbilie mu grand centre, mu grand centre lakini sasa vitu haviwezekane. Ndio batoto yetu sasa bazalendo banacha isanda, na tukatia isanda banaikata na hapo banavuka kisha wanakata isanda tangu usiku ya kuchia leo, na banasikia kama baeme 23 wanakuwa kashaka. Ndio wanakata hii sanda ya hapa kavukimba hii. Tunasikia ya kitamba nao viko banaikata na ya mulole yote batakata. Bo, sieve tuko uku komportema, ya kujua hivi tujikomportea ya e, inaisha. Ile yimuko naona pale, njo kisi banacha naikata na kuyacha maji na, na, na vikingo ya ngambo ya chala amba yote banaikata kata juu ni mianzi ndio ilikuwa vikingo banaikata yote. Ndio kule mwangalie mzuri. wazalendo waonekana kuingia kwa wingi katika mji wa Kamituga huko tarafani Mwenga wakitoka maeneo tofauti kama vile Kitende, Shabunda. Na hivyo maeneo hayo ya mji wa Kamituga sio mbali sana na Kirungutwe ambako kunakadiriwa takriban kilometa 40 kati ya Kilungutwe na maeneo hayo ya Kamituga, kote ikiwa tu ni katika tarafa la Mwenga. Na hivyo nikumbushe ya kwamba katika malengo hayo ya wazalendo kuweza kumwagika katika mji huo, ni kwamba ni kuenda mara moja na kutafuta malengo ya kuenda kukomboa katika mji wa Bukavu ili uwe mikononi mwao. Jambo hilo hatutajua kwa sasa ambako wanaweza kuishia, lakini ni mpango huo wa kusikika ya kwamba wanakwenda kukomboa mji wa Bukavu elekeza kabisa kwenye mpambano ya vita huko Bukavu. Hapa tuko mvile ya Kamituga, watu hao wanawashangilia, endelea kabisa kuwashangilia na kuwapokea. Hapa ni kumeria Kamituga, hapa ni kumeria Kamituga, meria Kamituga hapa kabisa, wazalendo kutoka e, ngambo za Kitindi Mashabunda e, na mahali mbalimbali mzoni ya Mwenga ni hapo kabisa. Tunashukuru zaidi kwa jeshi hili la ukombozi linaloongozwa eh, na ah. Eh, kabisa wazalendo wako wengi sana wengi sana zaidi eh, tunawaona tunawaona kabisa. Hili ni jeshi, tunapatikana ndani ya mji mzima wa Kamituga. Hapa ni Kamituga. Kamituga hapa kabisa wazalendo niko wengi sana. Mkutano ambao uliweza kufanyika na waasi wa M23 huko maeneo ya Kamanyola na hivyo kuweza kutajwa watu kadhaa katika wazalendo, na hivi kiweza kuombwa ya kwamba wazalendo wapate kuonyesha hali ya kwamba wao awapatani na jambo hilo, yaani kuweza kuonyesha tendo la kukomboa wa Kamanyola, wapate kuonyesha ya kwamba uhakika kabisa awako katika jambo hilo ambalo waliweza kutajwa katika kusanyiko hilo, na wasipolifanya hilo linasikika na kusemwa ya kwamba basi watu kuwa wanahusika katika jambo hilo. Mm -hmm. Jambo ndugu zangu wa Kongomani, jambo wa zalendo, jambo wa patriote wote ya inchi. Ile e, mwenye anaongea hapa ni huyu. Na, na waza mlifuate ile video ya ule mtu anaongea kwa ile meeting yao, kama ilikuwa ni kama nyola. Na mlisikia ile majina vale ba general yote alitaja mule. Na akasema kama wameisha kula pesa ya kwa nyuma na wapigani. Na tukianalize ya mbio mbio, unaweza jikuta ni kweli ama uongo. Tuseme ni kweli kwa nini? Kwa sababu hiyo ili sasa yenyewe hawajawahi kupiga, maana yake ni kweli. Ni uongo kwa nini? Ni uongo kwa sababu tuseme warudi ndio yuko mbele, yuko na wazuia, tuseme sisi ile face juu nini ila bazalendo tunajua kama abajui sisi ile face ila tunaomba wale wote wa viongozi walitajiwa mwa ile video, tunaomba wale wa viongozi bote wademantir ile maneno na kudemantir ile maneno sio kwa kutumana sauti. Tunapenda wademantir ile maneno kwa kupiga risasi. Sasa alisema hawajawahi kupiga risasi, kwa hiyo wapige risasi, watovole pale kama nyola njoo, wademantir ile maneno. Na kama sio hivyo, maana yake ni kweli, kwa sababu mwa ile maneno ya wale watu mnayalaimo chuki na siasa kubwa unasikia sisi wao waliwaka Babembe sijui nini, seki ni pas vrai. Kabila alikamata wazalendo wangapi? wakati yake alibatsaka na mshimo kwenye alikuwa na kichama alikuwa na saka wa mai mai, mbona asemi ile? Kwa hiyo tunapenda wa viongozi wa demantere maneno kwa kufanya action. Atupeni maneno ya WhatsApp tu ule alisema ah ah, tunapenda action ile tu wakuonyesha kama tuko mkweli kama siyo hivyo maanake, tutaelewa kuwa ni kweli mko kimya, mko pale, mko kimya kwa sababu mshakula rushwa, mshakula pesa ya M23 kwenye bandari la Kumana Tarafani Kalembankulu ikiwa huko Katanga katika DRC, kumeweza kuonekana meli moja ambayo imeweza kuwaka moto ikisababishwa na betri ambao ilikuwa imechajiwa katika meli hiyo, na wakati ilipoweza kupasuka kuweza kusababisha kuungua kwa meli mzima ile. maso tunatuma pale ni bato moya nalungua kukupo ya umana kumukini ya mlungu

ila la ziada langu ni kukwambia ya kwamba ninashukuru kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki cha leo, ikiwa tariki 29 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025. Hivyo nikikwambia kwamba ni katika wakati tu huo ambao ni kuletea habari katika wakati wa asubuhi, ni kwako kuwa nami katika vipindi vingine. Lakini wewe kujiunga kwako ni kwa lazima, kwa maana unapata habari zote mapema, hata kulike comment ikiwa na maneno ya kuzungumza, unaposhea wengine wako wanapata habari zetu mapema. Basi tutakutana tena ikiwa wakati mwingine. Asante.